Sema katika jina la Yesu, unaweza ukainua sauti yako tena, sema kwa jina la Yesu, ile roho ya uovu iliyosimama kwenye eneo kwenye majira ya kuinuliwa kwangu, ile roho ya uovu iliyosimama kwenye siku za uovu kabla ya kuinuliwa kwangu, ili nifanye mabaya, ili nifanye mabaya, ili niharibu, sema kwa jina la Yesu, wewe roho ya uovu. Achia kwa damu ya Yesu! Sema achia, sema achia, sema achia! Ile roho ya uovu iliyokaa kwenye lango la muda wa kuinuliwa kwangu, sema napeleka moto, napeleka moto! Roho zilizotumwa kutoka kuzimu, roho zilizotumwa kutoka ujinini Zatuma kutoka chini ya maji roho zilizotuma kutoka kwenye mashimo, wamekutengenezea uharibu, wamekutengenezea ufanye maovu ili ukose neema. Uasha kwa damu ya Yesu, rapa kata, basha kata. Zile roho zikoseshazo zile roho zenye kukosesha zilizokaa kwenye eneo, zile roho zenye kukosesha Kwenye majira zilizokaa kwenye siku na haribu kalenda ya wachawi, na haribu kalenda ya kuzimu, na uondoa uovu ulioka ratiba, ulioka kwenye ile tarehe, ulioka kwenye ile siku, na ondoa uovu, na uondoa uovu, ondoa uovu, mtu wa Mungu, ondoa uovu sh rakosikaraba yann wamekwekea uovu umetegeshwa kwenye siku ya kuinuliwa kwako, unajikuta unatamka maneno maovu mbele ya bosi wako, unajikuta unatamka maneno ya kukatisha tamaa, unajikuta unasikia kutamani kumwibia yule ambaye anatakiwa kukusaidia, ghafla unamwibia na unakamatwa. Kwanini? Wamekupandikizia uovu wakati wa kuinuka kwako, wamekuwekea roho ya uovu unaingia kutamani kuiba tu, lakini huna tabia kuiba. Kumbe roho imewekwa kwenye siku ya kuinuliwa kwako. Futa huo uovu kwenye muda, futa huo uovu kwenye siku, futa huo uovu kwenye majira, futa kwa damu ya Yesu, na futa kwa damu ya Yesu na uondoe ule uovu uliotegeshwa mbele yangu wakati wa kuinuliwa kwangu, na ufuta ule uovu kama roho ile roho ya uovu iliyoandaliwa ni ili niche ni haribu, na ifute ile roho, na ifute ile roho Ah! ya Yesu. Naona kuna watu wanamaanisha. Omba kwa damu ya Yesu. Futa hiyo roho ya uovu, futa hiyo roho ya uovu, futa hiyo roho ya uovu, futa hiyo roho ya uovu waliokutegeshea ili ugombane na bosi wako. Kuna wengine hamjawahi kuiba, lakini ghafla unasikia kutaka kuiba, halafu unakamatwa. Kuna wengine haujawahi kuzini, lakini ghafla siku ya kupandwa kwako cheo unajikuta unazini ghafla na unakamatwa. Maanake amekutegeshea hiyo roho. Roho ya uharibifu inatumwa kutoka kwa wachawi inaweza ikanuiziwa, inaweza katuma kutoka baharini, kutoka kwa waganga, kutoka kuziba wasa. Futa kwa jina la Yesu. Futa kwenye kalenda ule uovu ulioandaliwa ili uje uharibu, ili ujitende dhambi wakati wa kuinuka kwako. Futa, futa, futa, futa kwa damu ya Yesu. Ndio Unaitwa uovu wa kutegeshwa, uo wamekutegeshia uovu mahali ili ukosee uharibu. Wamekutegeshia uovu kwenye mdomo wako ili utamke maneno mabaya. Wamekuandalia mazingira mahali, batilisha kwa damu ya Yesu ule uovu wa kwenye eneo hapa. Kata uovu wa majira, uovu wa majira, uovu wa mnyakati. Futa kalenda, sema nafuta kalenda. Piga kalenda, sema nafuta kalenda kwa jina la Yesu. Sema nafuta kalenda kalenda zao nazifuta. Haya, futa futa, futa, futa, futa, futa kwenye ile tarehe waliokuwa wameweka ubaya, waliokuwa wameweka uovu, ile siku ya ubaya, ile siku ya uovu, futa ile roho iondoe, ile roho chamo, chamo, chamo, roho chomoe, chomoa, chomoe roho chomoa siko hiyo roho ya uovu chomoa kwa damu ya Yesu. Iwe Jumatatu, iwe Jumanne, iwe Jumatano, iwe Alhamisi, iwe Ijumaa, iwe Jumamosi, iwe Jumapili, nafuta kwa damu ya Yesu. Iwe mwezi wa kwanza au wa pili au wa tatu au wa nne au awa...